Mweshimiwa mkuu mkoa na ndugu zangu wa hapa, uona, kwa muktadha wa hapa, msikia kijana ametoa hoja, hivi ndio tunavyopenda. Ni kwamba vijana wanaomba eneo la bodaboda zao, yani vituo, mlikuta vituo hapa na sasa tuta limekuja juu, lazima kutakuwa na athari, kuna hizo za bodaboda lakini i za watu vilevile wanaokuja na gari zao kushuka na kuingia katika miji yao huko sidivohvo hiyo lazima itakuwepo tu, na kuagiza fanyeni hapa, hakikisha kabla hamjaondoka lazima muwatengenezee njia za kuingia kwenye miji hiyo, ni lazima, lazima. Kwa hiyo mkandarasi, kabla hajaondoka, hilo ni jambo la lazima, sio la, la, la, la kuongwa, lazima tulifanye ili watu wapate kujua kwamba nikifika pale nashuka nanyonga kidogo naingia ndani kwangu, lakini vile vile mtengeleze uh, haya maeneo ya vijana kwa wanatafuta riziki zao. Kwa hivyo hii barabara ikiwezekana, kuna sehemu ya kuweka kama kakituo kwa maeneo haya kwa ajili ya daladala, hiyo muifanye pia eh, ili kusudi watu wajue kwambabaa y kituo cha eneo la public pale maanake, muweke kuonesha na mweke na alama, ili mtu wa daladala au mtu wa basi ajue kwamba anasimama hapo na mwisho ni taa za barabarani hapo public na eneo hili, yeah. Yeah. Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa mapenzi yake kwa Tanzania. Anataka watu wafanye kazi siku na mchana wajenge nchi. Si ndivyo hivyo, jamani? Sasa hakikisha unatafuta taa zisipungue 15 hadi 20 zikae hapa ile eneo Mimi nimekupa maagizo na nadhani yote umeyasikia, na uambie mbele, mbele aranchia, hasi, ya wananchi hawa lini utaanza wewe na mkandarasi kuyafanyia kazi hapa? Mheshimiwa Waziri, tutakuja Jumatatu kwa ajili ya kuzungumza na uh, wananchi, lakini pia hasa uh, vijana wa bodaboda, icho tukiweke wapi? Ndiyo, lakini kituo cha basi kwa maana kushuka na kupanda, tutafanya hivyo. Ndiyo kufanya maeneo ya Same tutafanya hapa pia. Ndiyo, kuhakikisha kwamba tunaweka hizo basi shelters ndilakini pia hizo ni wananchi hao wataingia kwenye majumba yao, tutalifanyia kazi sana. Hakikisha usisahau na taa za barabarani hey. <laughs> <laughs> tumewasiliana na mheshimiwa diwani wa hapa Kileo na sijui kama amemwambia diwani wa mwenzake wa kata hii wakae wale wa TPC wameshakubali, kama alivyosema mkuu wa wilaya, wamekubali kutoa ile zile mashine zao, na tupate watu ambao wanaujua mto, maana unajua vijana ya, wa siku hizi hawa hawawezi. Wazee wanaujua mto waelekeze, ili waweze kudagua ule mto na kupeleka maji sehemu ambayo yanatakiwa kwenda, baada ya kuingia kwenye nyumba za wananchi. Kwa hiyo, mheshimiwa Waziri, hilo nalifanyia kazi kwa nguvu zangu zote na Mheshimiwa DC ananisikia, atafuatilia TPC kuleta mitambo kabla ya mvua hazijaanza ili tuweze kufanya hiyo kazi. Mradi huu unafadhiliwa na Benki ya Dunia na ni mradi ambao ni gharama yake ni bilioni 6.8. Tayari mkandarasi amekwisha anza kazi na amefika asilimia sabini ya utekelezaji wake mkataba huu tunategemea ukamilike tarehe ishirini na moja Disemba. Tulianza mwezi wa pili mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Barabara yetu ya Kilema, hii barabara imekuwa ni ahadi ya muda mwingi. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais, alivyofika alizungumzia kwenye uwanja wa Mashujaa. Hii ni barabara inaanza Pofu Mandaka mpaka Kilema, ambayo iko chini ya TANROADS kwa maana ya utekelezaji. Tulitamani sana mwanze na yeo na mkianzia kule chini, basi wananchi wa Kilema Pofu huku chini, njia ya panda pamoja na huku watafaidika sana.